Sisi kama TLS tunakushukuru binafsi na kutambua mchango mkubwa wa wizara ya katiba na sheria ambayo tumeshirikiana nayo katika kuielewesha na kuisukuma ajenda yetu ya Section 4 ili watu wote waweze kuelewa nini mantiki na umuhimu wa TLS vilevile. Kipekee ni washukuru THRDC, East Africa Law Society, Palu pamoja na Zafela kwa kuona umuhimu wa kutu-involve kama TLS kwenye mchakato huu. Kazi hii ni kubwa. Siku zote nimekuwa nikiwaambia watu kwamba wote mnaowaona wakihangaika huko mitaani ni watenda kazi shambani, mabwana mabwana ndio sisi yaani sisi ndo delegatus wa Mungu. E, wengi hawajua wa wanafikiri labda wachungaji maaskofu ndo watumishi wa Mungu. Wale ni watendakazi shambani mwa Mungu, ni watendakazi wa Mungu, lakini hakuna mahali Mungu alipotokeza kama mchungaji au mwinjilisti. Ukimtafuta kwenye Kurani Mungu ni mwana sheria, ukimtafuta kwenye Biblia Mungu ni mwana sheria, do's and don'ts very clear. Hata siku ya mwisho, soma vitabu vyote viwili, vinatueleza kwamba tutafika kuhukumiwa siku ya mwisho. Kazi ya kisheria. Kwa hiyo, unapokuwa mwanasheria au unapoongoza taasisi ya kisheria kushughulika na mambo ya kisheria, unafanya kazi takatifu na kazi ya kimungu. Fanya kwa kuwajibika na kuhakikisha kwamba tunatumia wajibu wetu kuifanya East Africa kuwa mara bora na salama kwa kila mmoja kuishi. Kwa hiyo jambo mlilolifanya hawa niliowataja, ni jambo jema sana, kwa sababu Mungu mwe, sio kwamba wangeshindwa kufanya eh. Ukisoma Mwanzo moja ishirini na sita, Mungu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu akatawale viumbe kwa nini alishindwa kuumba mwenyewe? Umoja na umoja unaanza kwa kuelewana na kuzungumza kwa pamoja, na kote kwenye Biblia kwa sababu ndiko nilikolelewa, Amosi tatu tatu inasema watu wawili hawawezi kwenda pamoja wasipopatana. Ndio maana tuko hapa, tukubaliane, hii kazi ni njema na muhimu kwa ajili ya taifa letu na kwa nchi yetu. Tunaingia kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa East Africa palu THRDC, mjue hatuwezi eh, kuignore suala zima la demokrasia ya uchaguzi, tuone we have a role to play kwamba zoezi lililopo mbele yetu tulimalize kwa salama na tukiwa wamoja zaidi kama taifa. Kwa hiyo, kwa kipekee ninaleta salamu za baraza la uongozi la TLS pamoja na wanachama wa TLS, na uwepo wetu ni commitment yetu kama TLS kwamba we are ready to cooperate, kujumuika na kushirikiana nanyi, tuweze kufanya kazi pamoja kwa uadilifu. Sisi TLS tupo, tutakuwa tayari kufanya nanyi na kuzungumza kwa mapana na kuona namna gani tuwaengage wadau wote, na ni wito wangu kwa wadau wengine waone kwamba jukumu hili ni la muhimu. Taifa hili bila utawala wa sheria, bila ushirikiano wa wadau, tutakuwa tukifanya jitihada ambazo kwa kweli kuna mahali tutakuwa tunashindwa kuzikamilisha kukaminifu. Kwa ukamilifu. Kwa hiyo mimi la kwangu ni hayo machache, na Mheshimiwa Naibu uh, Waziri eh, zidi kutufikishia salamu zetu kwa wenzetu kwamba TLS Eh, sisi tuko tayari na tutaendelea kushirikiana ili tuweze kuwafikia Watanzania na kuwahudumia kwa ufanisi, hasa katika kutekeleza wajibu wetu wa, wa kuishauri serikali, kuwatetea wananchi, kuwawakilisha kwa uweledi, kulinda maslahi ya mawakili na usalama wao wakati wanapofanya kazi, kukemea, kuonya, kuelekeza na kushauri bila uoga wala upendeleo. Asante sana. <laughs> E, niseme tu kwamba sisi kama East Africa Law Society e, tuko kwenye mradi huu, ili na sisi tuongeze nguvu na sauti na uzito wetu kwenye kuhakikisha kwamba mambo yanayohusiana na rule of law, civic space na good governance, e, Tanzania inaendelea kushika hatamu na tukitambua kwamba eh, progress imeshaanza eh, kupitia 4R za mheshimiwa rais eh, na sisi tunapitia umo umo, kuhakikisha kwamba pale ambapo tunapata opportunity ya engagement eh, opportunity ya ku dialogue, opportunity ya kuzungumza na kuweka mambo yenye changamoto mezani na kuyatafutia suluhu, basi tunafanya hivyo. Kwa hiyo sisi kama East Africa Law Society tu, we have always strived to ensure kwamba kama kuna opportunity ya dialogue basi tuitumie. Kwa hiyo tunaitumia internally, tunaitumia katika level yetu na kule ambapo sisi tume specialize zaidi kwenye East African Community, na sasa tunaanza kupeleka na sauti hiyo globally kuonyesha kwamba as lawyers we have a role to play E, si mahakamani pekee lakini pia kwenye kutanua wigo mzima wa demokrasia, civic space na utawala bora. E, kwa hiyo tunafurahi sana na uwepo wako hapa lakini pia tunakukaribisha, e, mwezi Novemba Zanzibar tutakuwa na annual general meeting and conference. Nitahakikisha, e, Sigano anahakikisha kwamba tunakualika rasmi wewe kama mgeni rasmi au kama mgeni mwaliko, tunaomba uweke kwenye slot yako, tutakupata tarehe. Karibu sana kupata mashirika yasiyo ya siwa kiserikali as many as they are in the room. Kwa hivyo, I want to congratulate all of you for being here. And give yourselves a clap. Kwa hivyo, leo ni siku ya in Kenya tunasema public holiday. Kwa hivyo, kwa hivyo kwa nyinyi kutenga muda kuwa hapa, na sana sana naibu waziri, ningependa kushukuru sana. Sababu, being in a function, in a public holiday, jibu tungelipata kwa nchi zingine huko, ingekuwa kwamba leo ni public holiday, sifanyi kazi. Kwa hivyo naomba naibu waziri tumpigie naibu waziri Makofu wa kukubali kujiunga na sisi siku kama ya leo. Um, kwenye East Africa tuko kwenye mradi kuratibu participation of lawyers, na niliambiwa na Jaji Makaramba asubuhi kwamba tunawaratibu kimkakati. Sababu ya kuwaratibu kimkakati kwa coordinate Um, ni kwamba the challenges that face Tanzania in terms of rule of law, human rights, good governance and accountability are almost, in fact I can say are the same across the East African region. Na kwa hivyo tunakuja na wanachama wetu wa wote. Wanachama wote wa TLS and I'm happy the president of TLS is here ni wanachama wa East African Law Society. Kwa hivyo tukiwa kwenye hiki chumba tunawakilisha mawakili wa wote ta, wa Tanzania. Na mawakili wote wa East Africa ukiongeza na Ethiopia. Na nikiongea hivyo tuna wanachama zaidi ya elfu arobaini na tano as we speak. Yaani chama chetu ukiwa wakili tu tuna kitu kinaitwa automatic membership. I think globally if you remove maybe the IBA we are the largest and most well coordinated bar association globally a regional bar association that is most coordinated. Sababu so, ukienda maeneo mengine kama Southern Africa, unapata kuna voluntary membership. Unapata wanachama wanao wanachama 1000 ama 2000. Ukienda maeneo mengine unapata wanachama elfu kumi. But for East Africa, the automatic membership gives us a lot of strength. Na ndio maana tukiongea ama tukifanya shughuli across the region, we have a voice that is easily heard, we have a voice that uh, is easily recognized.